Moja ya, ya ni kwamba haya makato ambayo mkulima anakatwa yote yasichukuliwe na kwenda kuliwa na serikali. Sehemu ya makato haya yachukuliwe na apewe mkulima kama sehemu ya mchango wake kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii, na anufaike na mambo yafuatayo. Moja, kama walivyo wachangiaji wengine wa mifuko ya hifadhi ya jamii, na yeye akatibiwe kwa bima ya afya inayotokana na mchango wake kwenye kilimo alichofanya. Na ndugu zangu nataka niwaeleze mkulima, kwa mfano mkulima wa korosho. Mfanyakazi wa serikali ambaye anakaa analipwa shilingi milioni moja, anakatwa asilimia kumi na sita ya mshahara wake. Asilimia tisa anakatwa kama PAYE, asilimia tano anakatwa kwenye PSPF, asilimia mbili anakatwa mchango wa NHIF. Ni kama asilimia kumi na sita. Kwa hiyo mfanyakazi anayetozwa shilingi milioni moja kwa mwezi anatu, anakatwa shilingi laki moja na elfu sitini Kwa mwaka analipa shilingi milioni moja laki tisa na elfu sitini Akishalipa hizi, kwanza inamhakikishia mafao, yani akifika umri wa miaka sitini anapewa mafao ya kustafu. Lakini pili, yeye mwenyewe akienda hospitali anakuwa na bima na mkewe au mumewe pia wanakuwa na nini bima. Hao ni watu wangapi? Wawili. Lakini pili, watoto wake, baba yake na mama yake, watu wawili wengine, wanapewa bima ya afya, wanakuwa watu wangapi hao sasa? Wanne. Lakini pia watoto wake wanne wanapewa bima ya afya, wanakuwa watu wangapi jumla? Wanane, kwa mchango huo ambao ameutoa kwa mwaka. Wako ambao wanachanga zaidi na wako ambao wanachanga chini ya hapo, kwa sababu wako wafanyakazi wa serikali ambao wanapokea fedha chini ya shilingi laki tano. Sasa huyu na, akiwa kama ni mama mja mzito, akienda kujifungua anapata fao la uzazi, akipata madhara kazini anapata mafao. Mkulima ambaye analipa shilingi elfu moja na mia nne kwa kilo moja, mkulima wa korosho, akipeleka gunia moja anakatwa laki moja na elfu arobaini gunia kumi tani moja milioni moja na laki nne. Akienda kupeleka tani mbili analipa milioni mbili na laki nane, na huo ni wastani wa kawaida kabisa wa wakulima wa korosho. Sasa ndugu zangu, huyu atalipa milioni mbili na laki nne, lakini yeye akienda hospitali, akifika hospitali anaulizwa, hela za korosho zimebaki au umekuja tu na macho yako? Kama hizo hela zimesha ameshakula ame anaambiwa rudi kajifunze kutunza hela za korosho, na hivyo ni yeye ni mkewe, ni yeye ni mtoto wake, ni yeye ni baba yake au mama yake. Hoja ya sitini ni kwamba mfumo huu ni mfumo kandamizi, kwamba wafanyakazi wa umma wanachochangia na kile ambacho wanachangia wakulima, serikali ingeweza kabisa kuhakikisha kwamba wakulima nao wanaingizwa kwenye mifuko ya hifadhi ya jamii. Na kwa hiyo, kwanza wangepata matibabu kwa bima walioichangia kutokana na tozo ambayo serikali inachukua, lakini pili, wakulima wote na wenyewe kama walivyo wastaafu wengine wanapofikia umri wa miaka sitini, na wenyewe wangekuwa wanalipwa mafao au wanalipwa pensheni ya uzeeni, na kwa sababu hii fedha wameweka wao wenyewe. Mkulima anafanya kazi kwa nguvu zake kadiri anavyo, ana umri unavyoenda, hana nguvu tena, mwisho wa siku anakuja kufa kutokana na umasikini uliokithiri, hawezi kujitibu, hawezi kumudu gharama za maisha, anaitwa masikini, umasikini uliokithiri. Tunataka mfumo huu ubadilike. Ndugu zangu, hii ni hoja yetu ambayo tunaamini inapaswa kwenda kusimamiwa na wabunge na hoja hii haitokuwa hoja ngeni, imeshawahi kuwa tested. Kwa mfano wakulima wa tumbaku, wakulima wa tumbaku kupitia mifuko yao, kupitia vyama vyao vya msingi wamekuwa wakijikatia bima, wameweka kiasi cha fedha, na wakipata hasara huwa wanafidiwa hizo fedha. Ni jambo ambalo linawezekana. Serikali inapaswa tu kuweka utaratibu ambao utawezesha wakulima kuwa na nusura. Ndugu zangu, tumekuwa na mazungumzo leo ya kuwakumbusha kwamba tunapaswa kusimamia elimu yetu, tunapaswa kuboresha sekta ya afya, tunapaswa kuurejesha mji wa Lindi kama mji ambao ni kitovu cha biashara kwa kuhakikisha bandari inafanya kazi, na mimi nimeeleza namna bora ambayo tunapaswa kufanya ili kurejesha bandari hii itumike, kwa sababu shughuli nyingi zilihamishiwa bandari ya Mtwara. Ni kuifanya bandari yetu ianzishe mahusiano ya kibiashara na visiwa vya Komoro na Madagaskar ambao vinatumia bandari ya Dar es Salaam kwenda kuchukua bidhaa zake. Na ni jambo linalowezekana, nchi nyingi zimefanya kuanzisha utamaduni wa uchumi